Asalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu ni wana shifaatul Qur'an na wale wote wanaohudhuria katika dua zangu ambazo naziendesha kwa ajili ya shida na matatizo ya watu mbalimbali. Nakutangazieni rasmi kwamba tutakuwa na dua ya mfululizo wa Jumamosi saba mfululizo, kila Jumamosi mpaka zitimie saba. Tutakuwa na visomo vya kuchinja mnyama kati ya kondoo au mbuzi. Inshallah kwa kila mni kutaka kushiriki dua hizo kwa shida zake mbalimbali mbali, basi kafara yake ni shilingi elfu kumi. Kila mwenye kutaka kushiriki dua hizo kwa kila mwenye shida zake mbalimbali mbali, kafara yake ni sawasawa na sadaka ya shilingi elfu kumi. Unayo shilingi elfu kumi yako, inshallah utatumia kwa namba hizo unazoziona hapo. E, utaweka nia ya shida zako kwa idhini ya Allah. Na wanyama hawa baada ya kuchinja, hatutokula sisi, bali tutawapeleka katika vituo vya watoto yatima. Kwa hapa tunakuwa tumefanya ibada mbili. Tumefanya ibada ya dua katika kumwomba Allah juu ya shida zetu, tumefanya pia ibada ya kutoa sadaka ambayo ndani yake pia imu ni kutoa sadaka ana malipo makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwomba Allah tufungulie majambo yetu. Kwa hiyo kila mwenye changamoto zake, jitahidi kushiriki dua hizi mfululizo kwa Jumamosi saba mfululizo ili uweze kupata dua hizi inshallah na nambari za simu za kutuma pesa ni 0685263040, jina litakuja Masudi Kombo. Nambari ya kutuma pesa ni 0685263040. Na wale ambao hawajapata kuonana na mimi, inshallah watumie namba hizo za 0685263040, na hizo zote ambazo tunapo tumeziandika inshallah ikiwa ni kwa whatsapp ni kupiga kawaida, inshallah utaweza kunipata na kuniona. Na wale ambao tayari wananifahamu na wanajua ninapopatikana, basi inshallah wanaweza kufika, lakini zaidi ni umuhimu wa kuchinja, kufanya kafara kwa ajili ya shida zetu ndugu yangu. Maana ya neno kafara, kafara maana yake ni kikomboleo. Una mambo yamekuzonga, jikomboe kwa kutumia mnyama. Una shida zimekukabili, jikomboe kwa kutumia mnyama. Na usichinje kwa ajili ya mashetani, Chinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah alivyosema, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar, hakika tumekupa kheri nyingi Muhammad. Hakuwa akiambiwa Nabii Allah Muhammad peke yake, bali na umati wake. Basi swali kwa ajili ya Allah, chinja kwa ajili ya Allah. Hakika adui yako, muovu wako, mbaya wako, yeye ndio atakatikiwa na mambo yake, fasiri yake ya kwako yatanyoka na atakwenda kwa huruma na idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umesumbuliwa sana na maradhi umesumbuliwa sana na mitihani, una mambo hayaendi, biashara zako hazikai sawa, maadui wanakuzonga, hakuna mwenye kuweza kukunusuru na yote hayo zaidi ya Allah subhanahu wa taala. Na moja ya Allah aliyotuwekea ni wanyama hawa, moja katuwekea ili tuweze kuchinja. Nabi Allah Ismail alipotakiwa kuchinjwa na baba yake Ibrahimu. Mwenyezi Mungu hakushindwa kumwambia Ibrahimu, tayari nimesha kuona umesadikisha ndoto yako, chukua Ismaili uondoke naye. Hapana, kwa kuwa tayari Ismaili hata kama angeondoka naye Nabi Ibrahim bila ya kumchinjia angekuwa kila siku ni mtu wa mitihani na majanga. Na ndio maana Allah akataka amkomboe Ismaili kwa kutumia mnyama ambaye ni kondoo. Kwa hiyo inshaallah, yoyote yule mwenye changamoto mbalimbali mbali. Shiriki katika dua hizi za kuchinja. Insha Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atatufanyia sahali ya mambo na ya mambo yatakaa sawa bi idhnillah taala, na kila kitu kitafunguka insha Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaidi piga namba hizo za simu, utaweza kuelekezwa zaidi insha Allah.